Mimi naitwa Dr Mary Consolata Banda, kwa jina lingine Rwechungura. Mimi ni mkurugenzi wa kituo cha afya Kashambya ambayo iko Gera, wilaya ya Misenyi. Tumeanzisha hii huduma ili kuweza kutoa afya bora kwa wananchi wote, na hapa kwenye kituo chetu tunatoa huduma zifuatazo. Kwanza, kuna huduma ya watu wanaotoka nje na watu wenye uh, emergencies. Pili, kuna huduma ya kulaza. Tatu, kuna maabara. Kuna eneo la mionzi ambazo lina x-ray na ultrasound, na tunatarajia kuongezea CT scanner. Uh, kuna IPD ambayo ni inpatient, tunalaza akina mama watoto wakina baba na pia kuna eneo la uh, intensive care kwa wale wagonjwa ambao wamezidiwa. Uh, tuna eneo la kupasua na tumeshapasua wagonjwa kadhaa aina uh, mbalimbali, pamoja na wakina mama ambao ina, wanapashwa kufanyiwa upasuaji inaitwa C section kuokoa maisha yao. Uh, kuna kipengele cha reproductive child health kwa maana wakina mama wajawazito na watoto wanapata huduma na chanjo zao na kupimwa uzito kwenye eneo letu hili la Kashambya. Lengo letu ni kuboresha afya katika kituo chetu. Tumebahatika kupata madaktari wawili waliosomea medical doctor, na mimi hapa ni mtaalam kwenye maeneo ya internal medicine. Pia huwa tunapata wataalam kutoka Marekani wanakuja hapa kutoa huduma mbalimbali. Uh, tunatajia baadaye kwamba hiki kituo kitatoa kita uh, huduma za kila aina, na kwa sasa hivi kwa kweli tunafaidika, wagonjwa tunawapata tumepata kibali cha NHIF ambayo ni insurance ya ku ya kutibu wagonjwa waliokata bima ya afya. Tuna vifaa vingi hapa, tukianzia na vipimo vya blood pressure, uh, vya oxygen mwilini, vya mipigo ya moyo, tuna ECG ambayo ni kipimo cha umeme wa moyo. Tuna echo ambayo ni kipimo cha ultrasound kinachoangalia moyo mzima, unapigaje, damu inatiririkaje kwenye moyo.